Karibu sana kwenye napitatu ambayo leo na nafasi ya kufahamisha kuhusiana na WFP yani World Food Program. Hili ni shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa. E, kama umk unalifahamu, basi kwa siku aletu nalikusia kwenye napitatu na twende nalo kwa ajili ya kujua kile ambacho kina uhusiano wa karibu zaidi, e, na shirika hili. Shirika hili ni tawi la kutoa msaada wa chakula la Umoja wa Mataifa na ni shirika kubwa zaidi la kibinadamu eh, ulimwenguni ambalo hushughulika na suala zima la njaa na kukuza usalama wa chakula, yani WFP eh, iliweza kutambulishwa rasmi mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja mwaka mmoja eh, kabla ya kuwepo kwa, kwa shirika liloitwa FAO ambalo linaitwa Food Agriculture Organization au shirika la chakula na kilimo. Yni hilo lilikuja eh, baada yake, yani WFP. Lakini WFP inasaidia watu ambao hawaweo, hawawezi kuzalisha chakula na kupata eh, chakula kwa wepesi zaidi, ndio shirika hili eh, kazi yake kubwa, na limekuwa pia likitoa misaada baadhi ya nchi nyingi sana ambazo zimekuwa eh, zina tatizo hilo. Kama ulikuwa hufahamu WFP yani World Food Program, shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa nami ni leo koje, napita tu tumegusia na hilo na tumeongezeana pia katika eh, kumbukumbu yetu ya vile ambavyo tunahitaji kuvifahamu ambavyo tumekuwa tunavifahamu kwa ufupi. Asante na shukrani pia kwa kuketi nasi na kupita na hilo.